Simba imepigwa na Singida Black Stars imekuwaje? Kufungwa ni kitu cha kawaida, ila tunachokiona mimi pale hakuna labda tatizo la kiufundi au nini, ila ni uchovu tu kwa wa wachezaji. Uchovu kwa sababu wametoka katika mashindano ya shirikisho, naona wamepambana wametoa jasho kwa nguvu sana, na tukawa na viporo vya katika ligi kuu kwa hiyo mechi tisa tumecheza, Simba imecheza ndani ya mwezi mmoja, wewe uone hapo kama mi, kuna uchovu wa hali ya juu. Sio kwamba wachezaji wanadeka, mnawadekeza wachezaji. Hawezi kudeka wachezaji wale, hawadeki wachezaji wale, kazi kazi, yeah? hawana shida wale. Mimi naitwa Simba. Hilo Simba ni jina lako kwa sababu tu ya ushabiki Simba? No, mimi ni jina langu kabisa. Mm. Hey na pia ni shabiki wa Simba tena wakindakindaki. Eh, shabiki lialia lia, lia lia. Simba ikifungwa, mimi nalia, ndio maana tangu juzi huonekani, najificha, sina raha. Kwa nini? Sasa kwanza ni jinsi nilivyokosa kombe lile la, uh, shirikisho. Unaona kitendo tulichofanyiwa, kila mtu ameona eh. Sio jambo la kuuliza Sina cha kusema zaidi ya kuwapongeza wachezaji wetu, wamepambana kali walipoweza, na kwenye mpira kuna matokeo matatu, kuna kushinda, kuna kufungwa na kuna kutoa draw. Kwa hiyo kwa mimi kama mimi mshabiki wa Simba, kwa chochote kitakachotoka kwenye timu yangu ni mpira. Siwezi kuongea sana kuhusu ya kukosa nanili kukosa kombe, lakini kwa hatua Simba ilipofika paka kucheza fainali naipongeza sana timu yangu, na ukiangalia kwamba ilikuwa tunajenga timu. Kwa hiyo mpaka kufikia kuenda mpaka fainali, na hakika au na imani msimu ujao kombe tunachukua, tunaleta. na unaitwa na una nani? Mimi naitwa Diana. Singida Black Stars wale walikuja na tempa kubwa sana baada ya kuwafunga katika ili ligi kuu, naona yaya ya NBC mm. tumewafunga goli moja ile iliyochezwa KMC, KMC, tumewafunga kwa hiyo wale wamekuja wamekwenda wamejipanga wamejiuliza ndo wakaja hivyo wakatumia u ule udhaifu wa uchovu wa Simba basi wakatuadhibu wakajishindia hey, wametufunga wakajishindia tatu moja na kipa wetu akaumia no. Haya, sasa tuende kwenye dabi ya Kariakoo. Dabi ipo haipo? Dabi ipo pale pale, labda wao sasa waogope watukimbie, lakini dabi ipo pale pale <laughs> waogope tena, nani aseme dabi haipo? watoto wadogo tu, kwa sababu watoto wadogo hao ao wanaochagiza kwamba wana, wana, wana, wana so, sisi hatuingii uwanjani hatuingii uwanjani we usiingie uwanjani we nani <laughs> Mwogopi kufungwa kwamba mmekosa kombe Singida wamewapiga asubutu kutufunga sisi <laughs> Yanga anatufungaje sisi kwa, kwa mpira gani alikuwa nao watufunge sisi, eh? Mefungwa. <laughs> <laughs> <laughs> sisi. <laughs> sisi. <laughs> sawa tumefungwa lakini sisi Yanga ndo tunawasubili hiyo tarehe kumi na tano, kumi na tano Naona wasichukua kisingizio kusema kwamba oh, zidi hivi zidi hivi, lakini sisi tuko vizuri. Kwa hiyo dabi nyewe hamuiogopi? Dabi hatuiogopi, tunaogopa. Tumuogope nani pale? Lakini wenyewe washasema haipo. Kama haipo, bodi ya ligi ndio itakayaamua. Kama wao hawaingizi timu, sisi tuta tutaingiza timu, tutakwenda, unaona. Ila wao kama hawaingizi timu, bodi ya ligi na, na TFF wenyewe ndio atakayamua na pointi anakata Hey, sasa kama ujaingiza timu na, na ishapangwa tayari usikatwe pointi kwa sababu gani? Hey, na mshindi anapatikana vipi huyo bingo? hamuogopi kufungwa kwamba Singida wamewatoeni na kule shirikisho mmekosa. Hai, kwenye uzaka. Dabi itakuwaje? Kama hicho akiwepo. Wewe huyu mnyama usifai masiala bwana. Tupo katika kujenga timu lakini moto, wao, moto wake wameuona <laughs> hey. Viboro vyote tumemaliza, tumepiga eh, na shirikisho tumefanya vizuri, vipengele walete wao. Dabi ipo wa, na tunawashinda. Wamesema sasa hivi, sijui mkiona Simba si wana kombe wapigiwa wa, wa, wa polisi, hiyo hey. Ni maneno yao. Na sana. Lakini kombe, yeah, hili lingine lilobaki la kwetu, hizo zingine tumewaachia wao. hey. Na hili tunachukua kwao, yaani kwao <laughs> Nalichukua mchana kweupe, mchana kweupe, pale pale. Naongea wenyewe wanataka, kwa sababu anajua kisa, ana hasira, akakosa vyote, atakachokipanga kikosi. Kuhusu kikosi, kama alivyosema dadangu hapa hmm. Hilo swala la jukumu mwenyewe kocha mkuu Fadu ndo anajua muanzishe nani na nani. Kuna tetesi kwamba ya Yanga wanataka wafanye figiso wamchukue elimu panzu. Kwanza elimu panzu ana shida gani pale Simba? ndo yanawanatayan mpanzu, yani mpanzu, mpanzu wao Yanga wakifikiria kwamba mpanzu atakuja pale Yanga, hiyo ni ndoto. <laughs> Labda angojee miaka sita mbele huko ndio <laughs> <laughs> atampata mpanzu, lakini sio miaka miwili mitatu wamchukue mpanzu. Subiri kwanza tu mpanzu akae pale <laughs> kama walivyomchukua chama hmm. eh. na Laki... Chama akitaka kurudi sasa hivi wapi? Simba huko ah. Chama akisha choka ule bwana <laughs> pale akimaliza Yanga pale, aende kwao tu akapumzika. Hamumtaki tena Simba hili <simba>, wewe uende <ride> tena umru, uchukue Chama umrudishe pale, wanaangaliaga wanaimwacha Simba nna mchezaji wanaemwacha Simba wao ndio wanakuja wanabeba, lakini sisi hatujabeba mchezaji wao no. Sisi hatujawahi sijui mchezaji wa Yanga tumbebe tu wamemwacha wao sete twende tu, tukamchukue tu, tu angalia msimu huu wamewabeba wangapi pale. Hebu wateje waliobebwa kutoka Simba wa, wamemchukua na nani nniude wamemchukua pale wakaja wakamchukua na Chama, unaona wakamchukua waka na Baleke Baleke, yeah, mwenyewe akamwacha njia panda, kuna nini? Unaona wale fitina tu Naona sasa wanavyofikiri wao wanavyofanya fiti wanafikiri kwamba Simba ina, inayumba. Simba haiwezi kuyumba. Simba Mb. ni taifa kubwa bwana wewe. Asikudanganye mtu bwana wewe. Safi sana. Wao wanafanya mchezo na mnyama. Mnyama huyo bwana wewe anaunguruma bwana mfalme wa nyika. Yanga, Yanga, Yanga imara. Kwetu sisi Kizalamo, Yanga imara kitu kilichokwisha. Eh? Eh. Ndio, ndio Yanga imara kitu kimekwisha, unaambiwa ah kitu kile bwana, kimala. Mashabiki unawaambia nini waliokata tamaa kwa habari ya timu yao ya Simba? Mashabiki mimi, mashabiki wenzangu, nawambia kwamba wasikate tamaa na tushikamane, tuwe pamoja na timu yetu, tuipe sapota. Unaona, itafanya vizuri mbele huko, kwa sababu sasa hivi haijaharibu kitu. Sasa kwa nini wakate tamaa? Kwa nini imepoteza nini eh? kama kombe ya shirikisho tumefika tu, tu mpaka fainali, kuna nini? Wale walikuwa wakitamba kwamba mmefikia wapi? Nyinyi mmefikia wapi? Sisi tumefika fainali, tena sio mara moja, mara mbili. Kwa mtu kwa kama wahawajui, naona mara mbili mwaka tisini na tatu tumeingia fainali na Stella Abijani, Ivory Coast. Tunakwenda hatua kwa hatua, naona tulikotokea mbali, tunapokwenda nadhani ni karibu mm, eh, kama mzee Magufuli mwenyewe alivyosema, nataka Simba ndio iwe ya kwanza <laughs> kuchukua ubingwa hapa, na ndio itakuwa hiyo, ndio ya kwanza hiyo, Simba s, yes. <laughs> Mm, nachowaomba mashabiki wenzangu, tusapoti timu yetu, najua tunapoelekea ni pazuri. Kwa hiyo tusiwape, tuseme, tukiongea sana nasisi, na sisi na wenyewe watapata cha kuongea sana, afu itakuwa so vizuri tutavunja moyo wa viongozi wetu pia na wachezaji wetu.